Yes, bwana, huenda penzi la Haji Manara na mke wake Zailissa limefikia ukingoni. Kile ambacho kinachoendelea kwenye mitandao ya jamii siku ya leo baada ya kutupiana maneno ambayo watu wengi wamekuwa so surprised na mashabiki zao kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii lakini, pia cha kushangaza Zailissa ameweza kufuta e, picha ambazo amepiga naye mume wake Haji Manara kupitia kurasa wake wa Instagram. Lakini pia ukipita sasa hivi kurasa zao zote, hakuna e, picha za kumbukumbu kumbu ambazo walikuwa wakienda Zanzibar, walikuwa wanaenda vacation, walikuwa wanaenda Dubai. Azipo tena ama zile picha ambazo za hivi karibuni ambapo walikuwa nazo pamoja akiwa pamoja kiwa wanapiga picha, tumezoea kuona sehemu nyingi sana kama vile Valentine Day wakipiga picha pamoja. So siku ya leo ametu surprise sana sisi kama mashabiki wao, lakini pia ilikuwa ni moja kati ya kapu ambayo watu wengi walikuwa wana, wana, wanaipenda na vitu vingine kama hivyo. Sasa chanzo bado akijafahamika lakini pia nitakusomea kile ambacho Uh, mke wa zai uh, mke wa Haji Manara na namaanisha Zailissa alichokiandika uh, kupitia ukurasa wake wa Instagram. Inamaanisha kwamba ameongea kwa uchungu sana, kwa kile ambacho amekiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Anasema kwamba baadhi hapa ameandika maneno mengi sana, lakini pia sitakusomea yote kwa sababu ya, ya kile ambacho amekiandika maneno mengine ambayo sio mazuri uh, by the way, kuya, kuweza kuyatangaza hapa kuyasema hapa. By the way, I'm so sorry, si tunasoma yote, lakini pia nitakusomea baadhi ya vile vitu ambavyo ameviandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Anasema kwamba uh, imetosha sasa, nimechoka ku pretend. Sasa acha tuone, eh, eh, sasa acha tuvuane nguo kama ulivyozoea mtoto. Wa dada yangu amekuja kukaa likizo kwa mapenzi tu na muda wake wa kuondoka uliofika, ulimzuia kumbe ulikuwa una mtongoza, shame on you. Ulikuwa na kazi ya kumshika shika binti mdogo under 18. Sasa raundi hii umesogea ume pabaya, lakini pia umezoea ku, kukaa na house girl, sasa ukaona uamie kwa binti yangu. Lo, unamtumia mtoto vielfu hamsini vyako akiwa shule ili umlaghai. Kwa taarifa yako, tuna ushahidi wote na dereva wako pia anajua kila kitu, na tumeambiwa na hatuta likaliakinya. Kila nikikuomba talaka yangu utaki kunipa akini e, pia unagombana na mimi, unamwambia kijana wako arekodi, kisha unaongea vya uongo, unantishia kupeleka kupeleka e, un, kwa mange ili unidhalilisha. Sasa raundi hii sicheki na na wewe kama ushazoea kudhalilishana nitakupa unachostahili. huu ndio ujumbe wa Zaelisa aliyoandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Lakini pia watu wengi wameshangaa kile ambacho kimepostiwa na, sana, uh, kime, kime, kime na Zaelisa. Hili penzi ambalo alikuwa afadhilia ilikuwa lina trendi sana kupitia mitandao ya kijamii tangu walipofunga ndoa mwaka jana, walikuwa kil pamoja, walikuwa wakienda sehemu nyingi tofauti tofauti, wakienda Zanzibar na vitu vingine eh, ndani yao. Kumbe sasa Zailissa alikuwa naiomba talaka kwa muda mrefu eh, na Haji Manara kuna nafani hivi kama ataki kumpa talaka, kumbe kina nafani hivi ambapo hayajajulikana kwamba kuna kitu ambacho kinachoendelea ambacho kimejificha katika mahusiano yao. Sasa Haji Manara amekuja ku uh, baada ya hiyo posti akisema kwamba Mtoto wangu na wazazi wangu wapo juu uh, ya kila kitu. Una mnyasa mwanangu hata kwa chakula, halafu litaka tuendelee kuishi ndani kwangu? Mwanangu wa kumzaa mnyime hadi chakula? Yote naweza kusamehe ila kwa mwanangu na familia yangu big no, siwezi kustahimili. Mange unadhani ana akili, na baada ya kukulipua unataka huruma huruma kwake? Acha roho hiyo mwanamke. Sasa huo ujumbe ambao Haji Manara ameandika kupitia ukurasa wake wa Uh, baada ya kulireply ile post ambayo mke wake Zailissa ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Tumeona anaongea su anaongea kwake, lakini pia Haji Manara naye anaongea kwake. Sasa bado haijafahamika chanzo cha kuachana kwao ni kipi. Zailissa anasema kwamba mume wake kwa uh, Haji Manara alikuwa anaonyesha tabia fulani hivi e, ya kumtaka ndugu yake Zailissa, au sio, akiwa karibu naye, akiwa shuleni anamtumia elfu hamsini na vitu vingine kama hivyo, lakini pia Haji Manara yeye anadai kwamba alikuwa na mnyima chakula mtoto wake, alikuwa na nyima chakula e, hali chakula. Sasa bado hakijafahamika kipi e, ni chanzo ambacho kimewafanya waachane wawili hawa. Sasa ni kitu ambacho kimeshangaza sana wa mashabiki wa, eh, mashabiki zao, lakini pia huyu anaitwa uh, baadhi ya koment ambazo nimejaribu nime, nime kupitia ambazo watu wengi wameshangaza uh, kuona kiti kitu ambacho kinachoendelea sasa hivi kwenye mitandao ya, I mean, make sure subscribe, like and comment Smartcalii. Bye -bye. Next time.